Sintofahamu imeibuka Nungwi eneo la fuku ya bahari katika kijiji cha Kiungani mkoa wa Kaskazini Unguja. Ni mgogoro wa ardhi kati ya wananchi na mmiliki, ya kwamba mmiliki anachofanya ni kinyume na makubaliano. Wakati wananchi wanamuuzia, kutoka usawa wa bahari kuja juu, mita zilizobakia mpaka uko kwenye nyumba ya ghorofa mliyoshukia, kama mnaiona Zile ni mita za wananchi, ni halali, wala hatupingi tunachokipinga, aridhi ambayo ya adibwali na pandwali husema yao ni yao, hii si yao, hii ni mali yetu. Kamisheni ya Ardhi Zanzibar imeingilia kati mgogoro huo. Ombi lilokuwa limefika mbele yetu mwaka jana, ilikuwa ni kulihaulisha eneo hilo kutoka kwa familia hii ya Amina Karume na wenzake kwenda kwa mwekezaji mwingine. Sisi tulichokifanya ni kuangalia vielelezo mbalimbali vilivyomo ndani ya faili la Amina Karume na wenzake. Sasa haya madai ya ukubwa yamekuwa ni magumu kwetu kuthibitisha, kwa sababu hakuna kielelezo chochote kinachoonyesha kilichouzwa kilikuwa ni ki, kiwango gani? Yaani haya madai ya wazee kusema kwamba sisi tuliuza kwa kiwango hiki kidogo hayakuweza kuthibitishwa ndani ya vielelezo vyovyote, na tulishirikiana na aliyekuwa mkuu wa wilaya wa wakati huo, Rashid Simain Saraka, ni mkuu wa wilaya uliopo mgogoro huo. Sasa kwenye hili la mgogoro wa watoto wa mzee Karume, nataka nikuhakikishieni, serikali tuko macho na tunalifuatilia, na haki itachukua mkondo wake. Kama eneo hili walilinunua kwa haki watoto wa mzee Karume, na eneo hili ni haki yao. Hili eneo litabaki kuwa ni haki yao, lakini kama eneo hili ni la wazee na wazee hawajalipwa, hakuna fidia waliolipwa na wamenyang'anywa, serikali yetu ya wilaya itahakikisha inasimama na wazee hawa mpaka kupata haki yao. Kamisheni ya ardhi imewataka wananchi kutofanya mauziano bila kushirikisha kamisheni hiyo ili kuepukana na migogoro ya ardhi isiyo ya lazima. Salma Amor, FP Media Nungwi. Vijana wa vikundi vya mazingira Zanzibar